Kiwanda cha kusaga na kupakia sukari cha Nzoia Sugar shuga mwaka elfu mbili ishirini na tano kinatarajiwa kurejelea shughuli zake za kawaida baada ya miezi sita kuanzia hii leo, miezi hii ikitumiwa kukamilisha ukarabati wa mashine unaoendelea hivi sasa katika kiwanda hicho. Mwana habari wetu Eric Wechabelumbasi amekuwa kule na kufuatilia ukarabati unaoendelea na kutuandalia taarifa ifuatayo. <Times> <times> Akizungumza baada ya kuzuru kiwanda cha Nzoia Sugar 2025 kamishna wa ukanda wa magharibi Irungu Masharia anahoji kuwa baada ya kutoa usimamizi wa kiwanda hicho, mwekezaji wa kibinafsi Jaswant Rai amekuwa akiendeleza ukarabati wa mashine katika kiwanda hicho ili kuhakikisha mchakato mzima wa kusaga miwa unaendeshwa bila tashwishi nikaambiwa hiki kiwanda kweli tulikuwa tunaona moshi lakini ilikuwa extremely inefficient. hivi kwamba ungetumia tani ishirini za miwa kutoa tani moja ya sukari mpaka nikauliza biashara gani? it was not making any business sense. So, tuko na jukumu sisi kama watawara kupita kwa, vion, kwa wakulima wetu tukishirikiana na waongozi na wale wawekezaji wamechukua factory zetu na wadau wengine tukuje tuongee na wakulima tuonyeshe umuhimu kwa kushirikiana na mwekezaji huyu kuweza kufufua hiki kiwanda. Tumepata habari kwamba tutatumia mabilioni ya pesa e, ambazo sisi kama serikali kweli tungezipata, lakini zingechukua muda kusisanya kwa pamoja tuweze kufufua kiwanda kama hiki, pengine ingechukua miaka kama, kama kumi ama kumi na tano. Lakini kupitia kwa mwekezaji miezi sita tumesema tutakuwa tumeanza kusiaga. Wakulima wataanza kuleta miwa zao, na hakuna nafasi ya kupoteza tena. Hata hivyo, kamishna Masharia amewatahadharisha wanaoiba miwa ya kampuni moja hadi nyingine kuwa watachukuliwa hatua za kisheria, huku wakitoa wito kwa wakulima wa eneo la magharibi kuendeleza kilimo cha miwa. Ama kampuni nyingine pia imechukua miwa kutoka kwa mkulima ambaye hawana contract na yeye, so ya mambo na sugar poaching. Tunaomba watawala wetu waendelee kudiscourage na kuongea na wakulima kwamba wasiuzie wale ambao wana mkataba na wao. Wakulima pia katika huo nini kuuza ku, ku, ku, miwa kwa wasiofaa ambao mjakubaliana, ndio utakuta pia factory zingine e, zinavuna miwa kabla haijafika kukomaa ile ya kutosha kuvuna, ile tunasema imachua cane harvesting, ambayo imekuwa pia ni changamoto katika eneo hili letu sababu pia tunataka wakulima waongeze ukuzaji wa miwa na serikali ilichukua majukumu ikasema ni muhimu kwamba tushughulikie wakulima, sababu kama watu ya Western uchumi wetu ni miwa. Meneja wa kiwanda cha Nzoia Shuga 2025 Kenyatta Ugeke ameahidi kuweka mikakati ya kuhakikisha kiwanda hicho kinafufuka vyema na kurejelea shughuli za kusaga sukari. Tumeweka rola zote chini na kazi hiyo inaendelea. Karibuni tuta, tutapokea rola mpya na, na tuweke mwekezaji amekuja huyu West Kenya, sahizi tuko na raha, kwa maana tumeanza kuagiza vifaa kutoka India, zingine kutoka nchi zingine na zingine kutoka nchi yetu. Mnajua hii hii factory ilikuwa imeenda chini sana. Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.